Kwa hiyo kulala tu na kuamka yatosha kwamba kumbe kuna kufa na pia kuna kufufuliwa, lakini nisitoshe hilo, pia Allah tuonesha pia dalili katika ayati. Angalia katika surati al-Kahf, wale ashabu al-Kahf walivyoondoka katika miji yao kutokana na madhila mauzi, wakaona bora wao wa wajitafutie sehemu wajitenge na madhila yale, wajitenge na dhulma zile zinazofanyika katika mji wao wa.

Al-imanu bil-yaumil akhiri, kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho, ndugu yangu, katika imani. Kuamini siku ya mwisho ni nguzo ya tano ya imani ya Uislamu. Katika nguzo sita zile za, za, za, za imani ni nguzo ya tano. Kuamini siku ya mwisho, kuamini siku ya mwisho kwa ujumla ni kuamini kuwa kuna maisha mengine baada ya maisha ya hapa duniani. Maisha hayo au maisha haya mengine ni maisha ya akhera. Mtu hawezi kuamini mpaka awe na yakini na maisha ya akhera. Kuamini siku ya mwisho ni kuwa na yakini. Kuna, kuna kuwa na yakini kuwa pana maisha ya milele yanayoanza tu pale mwili utakapotengana na roho. Maisha ya akhera yana hatua zifuatazo ambazo wameziweka kibari ulama. Moja miongoni mwa hatua ya maisha ya akhera ambazo wameziweka kibari ulama: kufikwa na umauti. Lazima kwanza ufikwe na umauti au kutokwa na roho au roho kutengana na mwili, hii hatua ya kwanza. Hatua ya pili ambayo wameiweka kibari ulama, kukaa kaburini au kuwa katika barzakh. kuwa katika barzakh ni kipindi wanacho ni kipindi wanachokaa watu baada ya kufa mpaka kufufuliwa. Barzakh ni kipindi wanakaa watu hapo baada ya kufa kwao mpaka kufufuliwa. Maana yake akhera hupo wala duniani hupo, kwa hiyo upo hapa katikati. Kwa hiyo muda utakaokaa hapo Allah yeye mwenyewe ndiye anaujua. Ama hatua ya tatu au sehemu ya tatu kufufuliwa kwamba utakuja sasa utafufuliwa, baada ya kufa kwako na kufanyiwa hesabu ya matendo aliyoyafanya mtu hapa duniani, kwamba haya ambayo tunayoyafanya, sala hizi tunazosali, saumu tunazozifunga, amali tunayoyafanya, ima iwe ya kheri au ya shari, hizi nazo zinakuja kulipwa kwa yale ambayo uliyoyafanya kwa kadiri ya Allah alivyokuwezesha katika uhai huo aliokupa, kama amekupa miaka mia, kama amekupa miaka mia mbili, kama amekupa miaka mia tatu, hakika hii haiwi hivi hivi tu, bali utaenda kulipwa kwa yale ambayo uliyofanya wakati wa uhai wako. Sehemu ya nne ambayo wameiweka kibari la ulama kuwa kwenye makazi, na kule kuna makazi ya sehemu mbili, fariku fil janna wa fariku fi sa'ir, utakuwa na kundi la watu wa peponi. Namuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu hao wa peponi wa fariqun fi sa'ir, na kuna kundi litakuwa la watu wa, wa motoni. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe tusie miongoni mwa watu wa kundi hilo la watu wa motoni. Madai ya makafiri katika kukana kuwepo kwa siku ya mwisho yani wasio kwa Waislamu, siku hii wanaikana, wanakataa kabisa, hakuna madai ya makafiri wanadai kuwa mwisho wa maisha ya mwanadamu ni kufa tu basi. Wao wanaona kwamba wewe mwanadamu unaishi hivi, sijui kuna kuumwa mashaka unayopitia tabu na nini, ukesha kufa basi kwisha habari yako. Ndio wana, wa, wanaona hivyo, wanakataa kuwa haiwezekani mtu aliyeoza na udongo kuwa hai tena kama alivyokuwa kabla hajafa. Ili wao wanalikataa kwamba haiwezekani mtu kashazikwa miaka ishirini iliyopita miaka hamsini iliyopita miaka mia iliyopita tayari kashachakana udongo kashaoza, halafu tena aje awe kama vile alivyokuwa, mwamba haiwezekani. Wao wanalikataa hilo, wasiokuwa Waislamu. Sababu ya msingi ya kukataa kwao hawana, bali ni madai kuwa wanasema katika madai yao, hapana uwezekano wowote mtu kuwa hai tena baada ya kusagika sagika na kuwa udongo. Sasa madai haya ni dhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala, anawakumbusha wa makafiri kuwa ufufuo ni jambo sahihi Allah, kama alivyomuumba mwanadamu kwa mara ya kwanza kwa namna ya ajabu, ndivyo atakavyomuumba tena mara ya pili. Je, ni kipi chepesi, kuumba mara ya kwanza au kuumba kwa mara ya pili? Bila shaka kuumba mara ya pili ni kwepesi zaidi kuliko kwa mara ya kwanza.

Je, tulichoka kuumba kwa mara ya kwanza hata tushindwe, ku, hata tushindwe kuumba kwa mara ya pili? Basi wao makafiri wako katika shaka tu juu ya uumbaji upya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jinsi gani Allah anaweza kumrejesha mwanadamu baada ya kuwa yeye tayari ameshachakaa mwanadamu huyo. Lakini hoja yao nyengine au dai lao nyengine, wanadai kwamba aliyekufa hajawahi kurudi, ndio dai lingine la makafiri katika kukataa ufufuo. Hii siyo hoja, kwa sababu mfufuaji ambaye ni Allah, subhanahu wa ta'ala, amejiwekea utaratibu wake, kulingana na taratibu, kulingana na utaratibu wa Allah, watu, hata wa, watu hawatafufuka mmoja mmoja utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufufua, Allah hatamfufua mtu mmoja mmoja kama vile watu wanavyokufa, kuwa mtu anakufa mmoja mmoja. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala analithibitisha, kama Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu kwa pamoja, bali Allah hafufui mtu mmoja mmoja, aliposema qul innal awwalina wal akhirin

ili kuelekea katika sehemu maalum itakayo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake kufufuliwa kwetu sisi, tutatoka katika makaburi yetu tukiwa kwa pamoja, tunaelekea katika sehemu maalum Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoiandaa. baraka llah li wa lakum bilqurani lazim wanafani wa iyakum bilayati waldhikri lhakim aqulu qauli hadha wastaghfiruhu innahu huwa lghafur rahim w hwa lbaru lkarim uduu llah waantum mukinun bil ijaba

Tukiwa tunaendelea na khutba yetu ya pili ambayo inwani yake inazungumzia ina ina al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Tukaona khutba ya kwanza taratibu zilivyo na madai ya makafiri kukanusha kwao. Lakini Allah subhanahu wa Ta'ala atuonesha mfano hai, tukiwa tuko katika maisha haya ya dunia kabla hatujawa katika makazi mengine na kuweza kurudishwa kwa mara nyingine. Allah akaonyesha sisi na wale ambao wanalipinga hili, kulala na kuamka tu yatosha kwamba kuna umauti na kuna uzima. Leo wewe unaweza ukafanya mihangaiko yako, ule usingizi unauhisi, sasa hapa nahisi usingizi, lakini muda ule sasa tayari usingizi ushakuchukua, hata hujijumi Hujui, tayari ushaondoka, na ndio imekuja katika hadithi sahihi ambayo iko katika sahihi ya Imam Bukhari na pia iko katika sahihi ya Imamu Muslim. Mtume sasalam anasema, anaumu akhul maut, usingizi kaka wa mauti. Kwa hiyo kule kulala kwako tu, na ndio maana unapokuwa wewe umelala, hata wale malaika wanaokuandikia yale ambayo wanaoyatenda ima yawe mazuri au yawe mabaya basi pia kalamu inakuwa haifanyi kazi, wanatulia kwanza, wanakuangalia kwa sababu tayari huna chako pale. Lakini unapoamka tu, basi malaika wale, kalamu zile wamezikamata tena, sasa wanaangalia, je, huyu atatenda mema au ataendelea kufanya ubaya? Kwa hiyo kulala tu na kuamka yatosha kwamba ah, kumbe kuna kufa na pia kuna kufufuliwa. Lakini nisitoshe hilo, pia Allah tuonesha pia dalili katika ayati, angalia katika surati Al-Kahfi, wale ashabu Al-Kahfi walivyoondoka katika miji yao kutokana na madhila maudhi, wakaona bora wao wajitafutie sehemu wajitenge na madhila yale, wajitenge na dhulma zile zinazofanyika katika mji wao. Wakatoka waliotoka, zipo kauli nyingi na Allah pia zinakili kauli hizo zawanaosema sayaquluna thalathatun rabi'uhum qalbuhum. Wapo wanaosema kwamba watu wale waliotoka katika mji wao ashabul kahfi kujitenga na dhulma zinazofanyika katika mji, wanasema wale watu walikuwa watatu na Mungu akawa walikuwa wanne. Wayaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum, wengine nasema hapana, wale walikuwa ni watu watano na mbwa wao walikuwa wasita. Allah nukuu katika sura Suratakafi. Bali wapo waliosema sio watano na mbwa wa sita, bali wale walikuwa ni saba, wayakuluna sabatun wathaminuhum qalbuhum, ndio asema hapana, wale walikuwa wako saba na mbwa wao walikuwa wanane. Mahma kanat, vyovyote itakavyokuwa, lakini Allah anawaambia ni hamjui idadi ya wale bali idadi sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala wataala iwijuae walikuwa wangapi wale ashabul kahfi walikuwa na kuifika katika pango. Sasa wale walipofika kule katika pango, Allah akawalaza pale, kwa maana akawafisha kwa idadi hiyo ambao Allah yeye mwenyewe anaijua. ya Allah anasema wanuqalibuhum dhata lyamini wa dhata shimali. Sasa walikuwa walianza kulalia ubavu wao wakulia Allah akawafisha pale, wanukalibuhum dhat alyamini wa dhata shimali. Kwa hiyo akigeuka sasa ubavu wa kushoto alale miaka mia, yani akilala i ubavu wa kulia akisema sasa anajinyosha sasa, ili ageuke sasa, alale tena kugeuka upande wa pili ni miaka mia mingine. Na muda waliolala pale ashabul kahfi ni miaka mia tatu na tisa Baada ya miaka mia tatu na tisa kwisha, Allah sasa ndo awaamsha sasa, waamke sasa. Ona vipi hii, ndo tuko hapa. Hebu basi mmoja wetu atoke kwenda mjini huko, angalau akachukua chakula. Anakwenda na pesa ya kale, kile kizazi alichokikuta kule, wao wenyewe pia wanamshangaa na pesa ile Nabii, ya, pesa hii ya long time. Hii pesa itumiki tena hapa mjini, kwa nini? Ni wapi? Wakaanza sasa kujisimulia. Ah, ndio wanaosimuliwa mliokimbia. Kwa hiyo hebu angalie hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala kafisha watu miaka mia tatu na tisa akawarejeshea uhai wake, hii ni ushahidi tosha wa haya ambao wanakanusha hawa. Na sitosha tu si hili, Nabii Ibrahim alayhi ssalatu wassalam, siku moja alimuuliza Allah, akamwambia ya rabbi, e mola wangu, kaifa tuhtii lmauta, vipi mola wangu, wewe unahuisha kilichokufa? Yani kitu kishakufa tena, kiko vipi unakiuisha? Allah anamwambia Ibrahim, awalam tu'min, yani wewe nabii wangu, ina maana wewe huamini mimi naweza kukirejesha kitu ambacho tayari kilishakufa kufa, nikakipeleka tena katika uhai? Uamini? Ibrahim akamwambia hapana ya rabbi, walakin liyatma'inna qalbi, ninachokitaka mimi ya rabbi, moyo wangu tu nataka upate utulivu, sio kama nakataa kwamba huliwezi, ili kwako ni jepesi, unaweza, lakini moyo wangu mimi nataka uwe na utulivu ya rabbi. Akamwambia basi tulia, nikuonyeshe. Akamwambia chukua, arba'atu min at-tayyib, chukua ndege wanne. Kibaru ulama wanachuoni wanawasimulia ndege wale, alichukuliwa na njiwa, jogoo, kasuku na kunguru. Baada nabii Ibrahimu kuwakamata ndege wale ambao aliambiwa wachukue, Allah akawaambia, haya, mchinje. Akachinjwa jogoo, akachinjwa kasuku, akachinjwa njiwa, akachinjwa kunguru. Baada ya hapo, Allah anamwambia tena nabii Ibrahimu wakatekate vipande vipande vile kama cabbage vile unakata au nyanya kata kata vipande. Nabii Ibrahimu akakata kata kata kata ndege wote wale wanne, alafu Allah akamwambia wachanganye, sasa wawe mixer, changanya. Wakachanganyika wale wote, alafu Allah anamwambia Nabii Ibrahimu, chukua kila fungu, chukua tu hivi weka pale, weka pale, weka pale, mafungu manne kutokana na hao ndege ambao ulewachinja Nabii Ibrahimu akachukua fungu akaweka, akachukua fungu akaweka, akachukua fungu akaweka, kama mafungu manne ambayo tayari kila fungu lina mseto ya wale ndege. Alafu wa Allah anamwambia Nabi Ibrahimu wewe simama pale, thumma du'uhunna, kisha waite, waite ndege mmoja mmoja katika wale ambao tayari tayari walio chini. Kwa hiyo Nabi Ibrahimu aliposimama pembeni akawa anaita Ghurab, kunguru. Basi kunguru kila kwenye fungu ambayo tayari yupo mseto wake pale, ikawa kinatoka kipande cha sehemu yake ambayo ilikuwepo pale mpaka anakuwa kunguru kamili amekamilika, anamwendea Nabii Ibrahim. Njiwa anatoka njiwa miksa ya sehemu ya fungu la kwanza, fungu la pili, fungu la tatu, fungu la nne, anakwenda ana akiwa kakamilika, anakwenda anamwendea Nabii Ibrahim. Allah anambia ya, thumma aduhunna ya, kisha waite ya, ya, ya, ya atuna kasaya, watakujia wewe upesi. Baada Nabii Ibrahim kuona live sehemu ya mseto ya ndege kila sehemu yake inatoka inamwendea, kasema a'lamu anna Allahu ala kulli shay'in qadir, sasa nimefahamu kwamba Allah ni mweza wa kila kitu. Na isitoshe so, tu sio hilo tu, angalia kwa kumalizia, wale bani Israili bani Israili wakiwa na nabii Musa walionyeshwa maajabu mengi sana ya Allah. Sasa kuna bwana mmoja alimuua mtoto wa ammi yake, mtoto wa baba yake mdogo, kwa sababu tu ya mali. Kwa hiyo akaona, da, huyu atakuja faidi baba yake huyu akifa. Kwa hiyo alichokifanya sasa, yule bwana akamuua, kamnyonga mwenzake <coughs> baada ya kumnyonga, pakaenea katika mji kwamba fulani amenyongwa na aliyemnyonga hajulikani ni nani. Wale wakasema, hapana, hapa si tuna nabii sisi wa Mungu ambaye ni Nabii Musa, anajifanya yeye ni nabii wa, wa Mungu. Sasa mfateni atuambie ni nani ambaye aliyomuua. Ae Musa, basi muombe mula wako sasa atudhihirishie ni nani aliyemuua huyu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Musa, waambie hao wachinje ng'ombe, na ndio maana ikaitwa sura al-Baqara, sababu ilikuwa ni hii, waambie wachinje ng'ombe. Baada ya kuchinja ng'ombe, huwaga ng'ombe baada ya, ya kuchinjwa kwake, kuna sehemu ya mwili wake, zina nyama zile zinatingisika, hata kama kashachinjwa, kashachunwa. Kasha nendeni hata katika mabucha, tukaikuta nyama imening'inizwa hivi, lakini unakuta baadhi ya nyama ya yule ng'ombe inacheza cheza, cheza inatingisika tingisika. kwa hiyo ichukue ile sehemu ya nyama hiyo inayochezacheza cheza, alafu mwekeni katika mwili wa huyo maiti, alafu ipigeni fimbo hiyo nyama hiyo maiti itasimama moja kwa moja, ndio hivyo basi. Wale mabwana ni historia ndefu, ingawa kuna kuna upinzani walikuwa nasema ng'ombe wa aina gani na nini, baadaye wakaambiwa wachinje ng'ombe wanjano. Haya, baada ya kumchinja yule mnyama, wakaiangalia ile nyama ambayo tayari inacheza, wakaikata, wakaenda nayo mpaka pale kwa yule maiti, wakamwekea pale. Kwa fimbo ichapa, kwa hiyo wakachukua fimbo wakachapa nyama ile katika sehemu ya mwili wa ule maiti, yani nyama imekuwa juu ya mwili wa ule maiti. Kwa hiyo ile fimbo ikachapwa ile nyama, hapo maiti ile ikasimama. Uh, alafu akasema kwamba aliyeniua mimi ni fulani, kwa sababu ya mirathi. Aliyeniua mimi ni kaka yangu wa baba mdogo kwa baba kubwa, kwa sababu tu ya mirathi, kwa hiyo ndio alioniua Kwaiyo yule baada ya kuyasema yale, wale wakadhihirisha wakaona kwamba kweli yule ndio aliyomua yule, akaendelea tena Allah kumfisha kama alivyotaka mwenyewe. Alitaka kuwaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yee. Nimeza ndugu yangu, katika imani sisi kama waumini, sisi kama Waislamu, ni, ni wajibu kwetu kuwa na imani kwamba leo tuko katika uhai, lakini ufahamu uhai huu una muda maalum utakuja katika umauti, utakuwa katika maisha ya barzakh kaburini. Utakaa hapo kwa muda utakao Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kufika kwako kaburini sio kwamba labda ndio basi, bado una safari ya huko, ndio kuna maisha ya kudumu. Ujue kwamba utakuja ufufuliwe. Tumeona mifano mingi, Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha uhai na umauti.